Assalamu alaikum rahmatullahi wa wabarakatu. Ndugu yangu, lingine hii ni hivi, mtume wetu anatuambia kwamba usizungumze wakati ukijimaiana na mke wako, msizungumze usi, usi, kwamba hakika huko kuzungumza mkijaliwa labda huko kuzungumza, kati ya kuzungumza huko, Mungu akajalia katika jimai hiyo mkapata mtoto, si mtoto huyo anakuwa, mtoto huyo anakuwa ni bubu au anakuwa kiziwi mtoto huyo atakuwa bubu au atakuwa kiziwi, mtoto huyo, kama mkifanya hivyo. Kwa ndugu yangu, kubwa ni kuyashika na kuyafanyia kazi, heri kubwa itakapatikana. Na huyo aliyezungumza ni mtukufu wa daraja, hasemagi uongo huyo, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, huyo hazungumzagi uongo. Yote aliyoyazungumza katika dunia yameshatokea, zote zile dalili ambazo alizungumza zimeshatokea. Kwa hiyo, hilo ni jambo ambalo ni muhimu la kulishika. Heli kubwa itapatikana inshallah.